jitihada haziondoi kudura msemo ambao unaongoza falsafa za bwana huyu george mochu aliye na umri wa miaka 26 ni kijana ambaye amehitimu shahada ya uchumi kutoka chuo kikuu cha kenyatta na pia stashahada kutoka taasisi ya uongozi lakini unapompata katika mazingira haya kidogo anaonekana kuwa hajabukua vitabu lakini hapa ndipo bwana huyu ambaye baada ya takriban mwaka mmoja na nusu wa kusakasaka kazi za kiofisi ndipo alipotua na kutarazaki. So nikajaribu kuangalia ni njia gani moja anaweza tumia ya kupunguza ukataji wa miti upande huu wa Narok. So nikaangalia nikakumbuka hii biashara ya kutengeneza charcoal briquette. Makaa haya tofauti na ya kawaida yanatunza mazingira na pia ni ya bei nafuu yanatengenezwa kutokana na mabua ya ngano na mahindi, udongo na maji, malighafi ambayo yanapatikana kwa urahisi sana katika maeneo haya ya Narok. Mochu ambaye alipata wazo hili kutoka kwenye mtandao, hata hivyo, ana maono makubwa kuhusiana na biashara yake. Nikaona hii biashara inaweza, inaweza faulu kwa sababu kwa upande wa kwanza nitaweza kusaidia wananchi wawache kukata miti, na upande wa pili nitaweza Ku -encourage watu watumie modern charcoal lenye ni more efficient, it's carbon free na more economical. Matunda ya biashara hii yamekuwa matamu sio tu kwa Mochu bali pia kwa wafanyikazi wake wawili kwani kila mwezi mapato yao huwa yamkini shilingi 185,000. Ima kai kopoa sana. Ina last for long, inaweza kaa 3 to 4 hours to 5 hours. Compared na hiyo nyingine, hizo zingine zinaisha haraka. Sasa inanisaidia sana, siwezi endea makaa, siwezi venye niko na mtoto hivi sasa, siwezi enda kila saa kununua makaa kwa duka. George Mochu, ama kweli, ni kielelezo kwa vijana wengi nchini, kwani anatoa changamoto kuwa iwapo kazi za kiofisi hazipatikani, basi wajibu ni wao kujizatiti kwa njia za kitaaluma kuweza kupata riziki, kwani mtafutaji hachoki, akichoka kesha pata. Alex Kubasu, Citizen Nipashe.